Ngazi ya traditional dada, sifa zake ni hizi, lakini unakuta kuna bosi anasema mimi nahitaji mtu ambaye anataka kupika, anaweza kupika vizuri, nahitaji mtu ambaye atafanya usafi vizuri, lakini anahitaji ngazi ya traditional. Ukimwambia kuna ngazi ya professional ambaye anaweza akakufanyia hizo huduma kama unahitaji professional wa chakula, amini wa mapishi, ambaye anaweza akakupikia vizuri kwa namna ambayo wewe utahitaji ama utaridhika. Then bosi anakuwa hayuko tayari kulipia vile lakini anang'ang'ana apate huduma ile kwa dada wa traditional, kitu ambacho unakuta, uh, yani tunakuta tuna tunapishana sana na mabosi wengi kwao. Mimi na, yani, ni, nikija kuchangia kwenye, nilikuwa nataka tu kuchangia kwenye hiyo ya kupeleka, especially kwamba labda bosi wako anahitaji umpelekee chakula chumbani. Uko pale kutoa huduma, unafata kitu bosi wako anachokihitaji hujipangii majukumu hujipangii chakufanya unafanya kitu ambacho bosi wako anataka as long as yeye anahitaji umpelekee chakula chumbani, whether ni wa kike ni wa kiume, unaenda kwa ajili ya kutoa service and nothing more, kwamba unapeleka chakula then it's over, then do it. Si, yaani mimi sijaona kama kuna ubaya kwenye hilo, sijui kama bosi atakuwepo, sijui nani, sijui akifanyaje, mara ni wa kiume, lengo lako ni nini? bosi amesema niletee chakula what are you thinking about? Peleka chakula, umemaliza kupeleka chakula toka. Kwa hiyo ukianza kufikiria sijui bosi ata ata sijui ata sijui atafanya nini sijui nini, yaani ni wewe mwenyewe na mind yako kwamba unajisumbua na akili yako. Nikienda si akinifanya hivi, amehitaji umpelekee chakula, pengine amechoka, anahitaji hala malize, halale, hahitaji kujistress tena kukaa sijui

Lakini yani, laii kwenye hali ya kawaida kawaida, kwenye hali ya kawaida mtu ambaye, ngoja basi ni paint picture ili okay, nielewe. Let's say bosi wako wa kiume kakwambia nipelekee chakula chumbani afu namkuta yuko na taulo au yuko na chupi tu like those, yani sasa hapo ndo inakuja kwamba hizo ni red flags ambazo ukiziona unasema hiyo ndo no, inawafanya pia wawe wanasita. Okay, wanaanza kupicha hivyo hivyo ha, lakini mimi kazi yangu ka ni ka kuwalinda, haa lazima ni picha hivyo kwamba dada ambaye ana wasiwasi wa kwenda chumbani, lazima tujiulize ni kuvivu, ni mzembe au au ana experience gani? Na tunafahamu Watanzania, nidhamu pia ni shida kwa wanaume, tunapata hizo issue. Kwa hiyo maana yake, je ameitwa chumbani? Je, ni kawaida wewe bosi au ni random au akilewaga tu ndo namwambia niletee chakula, akifika anaanza kumvutafuta mikono. Tunasikia hizo kesi zinatokea hapa, sio kama azipo. kwa hiyo tuangalie na upande wa pili. Je, dada anavyoogopa kwenda chumbani, ikiwa ni ile kuweka mlangoni no problem, lakini wao nataka kuweka mlangoni, anataka uingize chumbani kabisa, sorry. Huyo huyo bosi labda ni mwanamke anavaa na kuthreat nini? Aa, mimi nimeenda kwa kwingine. Hiyo ni ya mwanamke, is safer at least, na yeye pia labda ni uko upande mwingine, lakini akiagizwa na bosi wake wa kike afanyi, haimaanishi chochote kwa mwanamke wako. Ngoja, ngoja, ngoja, ngoja, ngoja. <laughs> Tulia, umenielewa issue? Tuna sifanye assumption hizo, ni risk analysis Lazima tufanye risk analysis. Kwa hiyo kama dada anatakiwa ingie chumbani, ndio maana tunasema, kwa mfano, tunasema chumba cha dada lazima kiwe kina nini, kinafungika kina lock, si ndio eh? si ishatokea kesi ile interview tulifanya, yule boss alikuwa anamgongea chumba dada, anataka anamwambia nitavunja. so, so, let's picture kungekuwa kuna lock kwenye kile chumba si ndio? ambazo tunapata baadhi ya hizo kesi. Kwa hiyo tuangalie pande zote mbili. Wakati tunasema tunatoa huduma hadi ya room service, which is good. Kuna mabosi ambao wanania nzuri hawana shida utawahudumia chumbani. Lakini kuna hawa baadhi. Sasa hivi sisi kwa mfano tuna single fathers wanachukua wadada hapa. Si ndio? Kwa hiyo boundary hapa tunawekaje ili dada awe comfortable kumuhudumia yule bosi kwamba atakimwita chumbani asiogope, asi sijui nimenielewa, kwamba okay, yule baba anajiheshimu akiwa chumbani anakuwa yuko anavyomwambia niletee chakula chumbani, yeye mwenyewe yuko decent, sio niletee chumbani tena anamkuta, sijui uko hivi kafanya nini, anaanza kutengeneza mazingira ambayo sio salama. Ndio maana nikasema lazima tu, tuangalie. Ah, hivi vyote ni picture, ni part ya kazi yetu. Mimi nilichosema Eh, lazima tufanye K exactly, lazima tujilinde na tuwalinde hawa dada. Ni vipo, vipo vinatokea ambavyo mabosi wanaita makusudi chumbani, alafu anaanza kumvuta mkono. tushaye kutokea ile kesi ya yule, kwa sababu kuna kesi ya bosi mmoja dada yake alimkuta kwa kijana wake wa kiume mkubwa. Yule dada akasema, aliniambia nimpelekee chakula, nilivyofika ndani akanivuta mkono Jamani, sijui mnania anachokiongea. Alimwambia mpelekee chakula, alivyoingia ndani akawa namvuta kitandani eh. ah, ndio maana nikasemaje, tunavyosema tunavyo, tunavyo, tunavyo dada ame labda kuna kitu amekiona cha bosi ambacho kimeamesha kiona Umeona, mimi nilichokisema ni, ni kwamba nataka tufunguke macho tuangalie both sides. sisemi tuangalie upande mmoja okay. Kuna mabosi ambao they are good, wana wako wengi ambao hawana shida na wadada kuingia ndani kwao, wana nidhamu nzuri, lakini kuna baadhi tunao ambao nao wanatumia hiyo opportunity kuaita chumbani kwa mambo yao mengine. Kwa hiyo natusema sisi hatuta jump ku, kuna conclusion au kumwattack dada. Kwa nini hujampelekea chakula chumbani? Kwa sababu tutataka tumsikilize huyo dada kwa nini hujampelekea. Inawezekana huyo boss alishaanza baadhi ya viashiria. Kwa hiyo alivyomwambia niletee chumbani yeye moja kwa moja, mmm, sasa kule ndo kitaa italeta shida zaidi. Kwa sababu normally tunajua hizi tabia hazianzi tu straight chumbani anaanzaga kwenye eye contact taratibu taratibu. Kwa hiyo by the time anamwambia dada njoo chumbani, kama ni bosi wa kiume, dada anajua huko oh, tena ndo mambo yana yanakuwa shida. Lakini kama ni bosi wa kike ambaye sio wa upande wa pili, then there is no problem, si ndio? Jamani, kwa hiyo tunaangalia pande zote sisi. Kama kituo, tutauliza maswali, hatutamwataki dada kwamba kwani hujapeleka. Utabidi utuambie. Ukituambia tu huyo oh, sio miso mme wangu, then tunajua dada, una shida kwa sababu hujatuambia kama kuna risk, kuna hatari yoyote uliipitia kwenye hiyo nyumba inakufanya usifanye hicho kitu. Sijui tunaelewana jamani, i hope nime nimeiweka sawa e. Karibu boss. Asante director. ah, mi kwanza napenda kushukuru kwa hii mada, ni mada nzuri ambayo nadhani inatufungua macho wengi, watu wote wa mabosi na wafanyakazi wote pia, imetufungua ndio maana kuna hili darasa. Ehe, ndo maana mmeamua kuliweka ili kuna vitu ambavyo mnatufundisha sisi ambavyo kweli inatakiwa tuviepuke, tunaweza tusangie tusivijue au na wadada pia waviepuke. Kwa hiyo mimi sioni sioni shida mtu ambaye anataka apewe huduma zaidi bila mipaka, ili mradi mtu angalie zile indication kwamba kuna indication gani ambayo inatakiwa itoke ambayo amehisi ame inaweza ikawa sio nzuri. Kwa hiyo hiyo ichukuliwe kiaina hiyo. Lakini kama hakuna indication yoyote mbaya nadhani unaweza ukatoa huduma kama madam nani alivyosema, madamu wetu hapa, madamu Joyce, kwamba fanya nani. Ama sivyo unaweza ukakuta inatuletea impact nyingine, labda dada tu ajisikii kufanya, kwa sababu alikuepo kwenye workshop akasema ah, walisema nani, kwa sababu kila mmoja ana mind yake. Akienda kazini, kuna mwingine anakuja intention, yuko kazini Ehe, ameenda kutafuta bwana mwingine, ameenda kutafuta nini, huwezi ukajua intention ya mtu ehe. Lakini mama lazima anaweza akawa ameshagundua kitu fulani pale, au dada yeye mwenyewe kama anajielewa, anaweza kawa ameshajua kwamba huyu baba intention yake sio. Fanye communication kama unaogopa kumwambia dada nani, kumwambia madamu alioko pale taarifa hata uko ofisini kwamba mimi naona hii, kuliko kukataa au kufata tu mob psychology ya wengine kwamba hapatakiwagi, ah, mtu kwenda kule. Ni kweli ni maadili yetu na nini, lakini sasa imekuja hii awareness, tutoke kule tulipo tubadilike, sasa sisi wanaoajiri na walioajiriwa waichukulie kama sekta ilivyo, sekta ilivyo sekta nyingine. Kwa hiyo kwenye yale mabadiliko transition, kuna vitu vingi hapa katikati ambavyo tunaweza tukakutana navyo, ambavyo sisi mabosi itakuwa ni ngumu kweli kubadilika mindset zetu, hata wadada kubadilika mindset zao sio rahisi. Kwa hiyo hata nitoe wito hata kwa kwa kwa kwa wenye kwa wadada center pale kwamba sio kitu rahisi kuendesha harakati, kubadilisha mtazamo wa mtu sio kitu rahisi. Tuna mtazamo yetu, tuna mila, tuna... vitu vingi sana ambavyo vinatufanya tufike mahali tulipo, lakini tuendelee kufanya hizi workshop ili tubadilishe, tubadilike, tuweze kubadilika taratibu, taratibu. Dada aelewe huyu hapa aelewe, sio dada kwa sababu umeambiwa upeleke chakula, unaenda tayari na mindset yako tayari kichwani kwamba navoenda kule lazima nitoke na kitu kwa hiyo unaenda kule tayari, unaenda kimitego mitego, au unaenda kitabia mbaya. Hapana, wewe ichukulie ni kazi yako. Mimi nimeenda kufanya kazi, nimhudumie. Pakitokea ni kitu kingine, hiyo ni another nani, another case. Unaona vile, kwa hiyo ukishajiwekea vile, ina maana utaweza kufanya majukumu yako vizuri bila wasiwasi wowote wasi, bila kumdisrespect mtu yoyote yule. Lakini ukishaingia na wewe pia madam ambayo yuko pale kwamba eh. Dada nishamwona mazingira fulani, mtoto wa watu hajafanya kitu chochote sawa, tutakaa kwenye mstari mmoja. Mwisho wa mwisho, nadhani lengo kubwa la kuanzisha wadada center ni kubadilisha mtazamo wa mtazamo uliokuwepo ubadilike, utengenezwe mtazamo mpya ambao mtazamo wenye nani, matokeo chanya, ambao pia sababisha hii sekta moja kutoka sehemu nyingine iende sehemu nyingine ya mbele. Asante. Mimi naomba bado nibaki pale pale kwamba tabia mbaya ni ni values. Wewe dada una value gani? Bwana mwanaume unayemkuta mle ndani, aidha ni vijana ni mume, ana values gani? Mtu yoyote mwenye hofu ya Mungu, mambo yatabaki tu yamekaa vizuri, hakuna shida. Peleka chakula chumbani, peleka wapi, kama unajitambua na umemtanguliza Mungu mbele na unajua pale umeenda kufanya kazi iliyokupeleka, hayo mengine yote hakuna, ila mkikutana wote, ah, hata kama mtafanyia kule, mambo yatafanyika tu.